Tanzania ilipoamua kuwakamatwa wanasheria watatu waliokuwa wakimtetea Tundu Lisu, mwanasiasa maarufu wa upinzani hali ya taharuki ilianza kupanda si tu ndani ya mipaka yake, bali pia kwa jirani wake mkubwa Kenya. Saa chache tu baada ya tukio hilo, mashirika ya kutetea haki za binadamu nchini Kenya yaliitisha mkutano wa dharura jijini Nairobi, yakitoa tamko la pamoja Tunaiona Tanzania inarudia historia ya kuwa uhuru wa kisheria. Hatuwezi kukaa kimya. Mshikamano wa Kenya kwa mawakili wa Tanzania ni ishara ya mshikamano wa Afrika Mashariki, lakini kwa wengine ni hatua ya kuvuka mipaka. Ingawa hakuna vita ya wazi kati ya Kenya na Tanzania, hali hii inaonyesha jinsi mvutano mdogo unaweza kugeuka kuwa vita baridi kati ya nchi mbili zenye historia ya ushirikiano. Lakini pia ushindani wa muda mrefu kwenye uchumi, Kenya inaonekana kuwa na nguvu zaidi kibiashara. Kwenye siasa, Tanzania inajivunia uthabiti wa kisiasa huku Kenya ikiwa na uhuru mkubwa wa kiraya. Kwenye mitazamo ya haki za binadamu, wanaharakati wa Kenya wamekuwa wakipaza sauti zaidi. Mvutano huu umechochewa na mazingira ya sasa ya kisiasa na sasa unazidi kuwa suala la kitaifa kwa mataifa yote mawili. Kenya versus Tanzania sio tu vichwa vya habari, ni ishara ya mabadiliko yanayoendelea Afrika Mashariki, kati ya vizazi vipya vinavyotaka haki na mabadiliko na mifumo ya kale inayojaribu kujilinda. Kwa sasa dunia inatazama. Kama jumuiya ya Afrika Mashariki haitachukua hatua ya kuhimiza mazungumzo ya wazi, basi mvutano huu unaweza kugeuka kuwa mfano wa kwanza wa vita ya kidijitali na kisheria kati ya mataifa ya Afrika yenye historia ya urafiki.